Mambo vipi, mtazamaji wa Bongo Plus TV, nimekusogezea hapa baadhi ya video uweze kuzitazama, uh, namna gani ambavyo mazishi ya aliyekuwa mchekeshaji hapa nchini Tanzania Emmanuel Matias almaarufu kama MC Pilipili ambavyo yamefanyika jijini Dodoma. Uh, of course, watu wamezungumza mambo mengi sana, na tunafahamu kifo chake kimetokea baada ya ku kutwa na majeraha kwa maana kupigwa sehemu tofauti za mwili wake, uh, taarifa ambazo zimethibitishwa na jeshi la polisi pamoja na madaktari ambao walikuwa wakimtibu na hapa ni Dodoma katika viwanja vya Chinangali, ambapo kinaendelea mazishi na hapo tamsikiliza uh, MMC tofauti kama Garabia alichokizungumza, pia na mwili wake namna gani ambavyo lilivyoingizwa hapo, na hivyo pakiwa pia kutokea uh, nyumbani mpaka hapo eh, viwanja vya Chinangali jijini Dodoma. Mtazame uh, kila ambacho kinaendelea uh, jijini Dodoma na pia tutoe pole kwa familia na wote ambao wameguswa na kifo cha MC Pilipili. Natumia nafasi hii kutoa pole sana, pole za dhati kwa kuondokewa na mpendwa wetu Emmanuel Matias MC Pilipili. Mimi niseme tu Pilipili amenipendelea sana, amenipendelea kwa maana ya kwamba yani, hivi tunavyomuaga sura ambayo tunaiona hata hapa hii hizi picha zake zote ni kama alinipa nafasi GaraB, naomba nifanyie kitu kwa ajili ya yeah, mimi kuweza kuondoka kwa heshima. Na najiuliza kwa nini Pilipili amenipendelea hivi, kwa sababu muda wote nimekuwa nikijiuliza maswali mengi, na mimi niliwiwa tu kufanya ambacho nimekifanya nikiwa naamini kabisa kwamba Pilipili na kwenda kumtoka na nafasi moja ni kama kumrebrand na kitu ambacho mpaka umauti unamfika, ni kwamba kilikuwa kinakwenda kufanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja, kwa sababu Pilipili amekuwa akiniambia kabisa kwamba, bro, simu ambazo zilikuwa zimeacha kuita, sasa hivi simu zinaita sana, simu zinaita sana, na kila wakati nikiangalia kwenye inbox, Pilipili always ananishukuru tu, ananishukuru tu, ananishukuru tu you know? Sasa kuna wakati kila akiposti ananishukuru, naomba Pilipili, inatosha, sifanye hivyo bro Ananiambia mimi siwezi kuacha kushukuru. Kwa hiyo ni funzo ambalo naangalia, huyu ni mtu aina gani? Kuna watu wengi wanafanya vitu vikubwa, mimi nifanya kitu kidogo, lakini wa huyu anashukuru hivi, lakini wa amenipendelea hivi MC Pilipili.